Ndio maana tumewaambia vile, naibu wa rais amesema, sisi hatujakuja siasa, na najua kuna wengi wanatarajia ati tukija Kerogoya, tukienda Nyeri, tukienda Kiambu, tukienda Kericho, vile tulikuwa jana, tunaenda kupiga siasa. Sisi tunaendesha mpango wa kazi wa bottom up economic transformation agenda ile tulipromise watu. Wale wanataka tushindane kwa siasa wangoje, sisi tufanye kazi yetu, si ndio? Wakati wa siasa ukifika kushindana, tutashindana kwa kazi ambayo tumefaa kanatiku adwaito iile wa Ili wo, ile wale, wale ambao mnaona wakieneza siasa ya ukabila ya kugawanya watu, siasa ya chuki. Ukimuuliza mpango yako ni gani, anakuambia Kindiki ni profesa, lakini sio mrefu, ni mfupi sasa urefu na ufupi inasaidia wewe na nini? Ukimuuliza ajenda yako ya pili ni gani, anakuambia Ruto anaitwa sijui Zakayo, anaitwa Zakayo, sijui Kasongo. Sasa matusi kwa William Ruto itabadilisha maisha yako, lakini tukifanya bottom up inabadilisha maisha yako. Tuendelee na mpango wetu ama tuingia kwa siasa ya matusi? Tuendelee na watu